Ni afueni kwa wakazi wa eneo la Barambate, huko North Horr kaunti ya Marsabit, kufuatia juhudi za mashirika yasiyokuwa ya serikali kuwachimbia visima vya maji na kuwatengenezea mifereji. Hali hii inatarajiwa kuwaondolea dhiki ya kutafuta maji, huku makali ya kiangazi yanapozidi kuwatatiza wafugaji wa maeneo hayo hayo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatueleza zaidi. Kila kunapokucha na jua kuchomoza, kiangazi kikitikisa maeneo kame huwa ni wakati mwingine kwa wakazi wa Barambate huko North Horr kaunti ya Marsabit kusaka maji ili kukata kiu. Hapo awali wakilazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta bidhaa hiyo muhimu, ila sasa wameshusha pumzi kufuatia kuzinduliwa kwa mradi wa maji ah, wa Barambate. Zamani wenyeji wapa tulikuwa tunaenda zaidi ya kilomita kumi kwenda kutafuta maji, sasa tangu World Vision imekuja wametuletea maji kwa boma, sisi hatuna hiyo shida, tunashukuru World Vision. sisi tulikuwa na shida ya maji, tunaenda kilomita zaidi ya kumi kwenda kutafuta maji kwa jua kali. E, sasa tangu World Vision ikuja North Horr tumepata maji. Sasa wenyeji wa Barambate kila boma, e, wako na maji. Elimu ya watoto ilitatizika pakubwa, wakilazimika kuacha masomo ili kuandamana na wazazi wao kutafuta bidhaa hii muhimu. Hasa wamama wanaenda zaidi ya kilomita kumi asubuhi na mapema kutafuta maji, wanachukua watoto yao wanaenda kutafuta maji. Watoto badala wa ya waende shule, wanaenda na mama zao kutafuta maji, kurudi ni jioni, na ile wakati wamerudi wamechoka and also there was a high prevalence of child marriage in this community. And one of the factors that was encouraging child marriage is a uh, uh, barriers on water. Juhudi zao za kusaka maji zilikumbwa na changamoto ikiwemo tishio ya kuvamiwa na wanyama pori. Unapoenda kilomita kubwa kama hiyo, kuna athari mingi unakutana nayo kama wanyama wa E, porini wanakuvamia na tena isitoshe, ukifika huko hayo maji ambayo umeenda zaidi ya kilomita kumi kutafuta unapata maji ni chafu. Wanapoenda kutafuta maji kwa maana e, njia yenye wanaenda ni kilomita zaidi ya kumi, wanahatarisha maisha yao kwa maana wanapatana na wanyama ambao ni hatari kwa maisha yao, hasa kama fisi moka. Zaidi ya familia mia mbili katika eneo la Barambate sasa zimeshusha pumzi ya kusaka maji. Jamii hii inapowezeshwa kukata kiu ya maji, uhalisia mchungu na wafika wakazi wengi wa kaskazini mwa nchi ni kisunzi cha kukata kiu ya maji. Bonfas Barasa, runinga Citizen, kijiji cha Mbarambate, eneo bunge la North Horr, gatuzi la Marsabit. Kengeneko viongozi wa kike kutoka